Kacha kuna chomua, chomua, chomua, chomua, na chomoachomoa hicho na haribu hiyo switchi. Mwisho wa siku, chochote inaweza ikafanyika. Nadhani nishawahi kuuona wakati fulani zo so, hizo spika hizo ukienda dukani sasa hivi zinakimbilia milioni tatu kwa hiyo kifa hiyo, sio kwamba itakuwa jambo dogo. Mpatikana atakayekuwa rasmi, inaweza nikiwa popote nitakuja kulifanya jina la Mungu na anayetaja Mungu, aliyetoa moyo wake kwa Mungu pasipo na hila. Kwa maana wakati mwingine kuna kitu kwenye maisha yako ishi utawafurahisha, yaani kama ndugu zako amewahi kuwa kila kitu, kwa sababu katika moja ya kitu ambacho hata Mungu amewahi kukihitaji sana sana, anasema nataka fadhili, wala sio sadaka. Nataka fadhila, yani nataka tu uwe unajua thamani na sababu ya mimi kukusaidia kukutendea moja mbili tatu. Nataka tu unajua, yani ujue tu hilo, alafu jaribu kulipa, yaani jaribu kuona kwamba nifanye nini ili huyu mtu aliyenitendea jambo hili asijute, na ikiwezekana nimpe motisha motisa, akawatendee na wengine. Mungu wetu asifie Nataka fadhila fadhila fadhila, wala sio sadaka. Hebu tuisome pia hapo, tuisome, tuisome, alafu mii na wewe tuangaike sana, tuangaike sana sana sana sana, kwa maana Yoshua isema kama Baali ndiye Mungu, sio Elia, sio Yoshua. Angalieni nani mtakaye mtumikie. Yani, chochote ambacho mmejua ni chenyewe, kitumikieni sana e, yani kitu chochote chochote, yeyote unayejua ni sababu ya wewe kuwa na hatua hiyo, usimwangushe huyo kiumbe, usimwangushe. Yaani, kuna mike imewashwa, sauti imebadilika. Kwa hiyo, Bwana asifiwe usimwangushe huyo kiumbe, usimwangushe. Yoshua sura ya sita mstari wa sita kitabu cha Yoshua. Hosea, sori, ndo maana naona mmegwaya me hapo. Sinataka kusoma nini hapo? Hosea sita mstari wa sita Sorry, ka nasema bai za Joshua nikapitizia huko huko, na tunafanya hesabu, sijua kwa namna gani nitakuja kuweka pa kusomea, ili mwe mnafunua tu vizuri, sababu kushika maiki mpaka usome Hosea sura ya sita na ule mstari wa sita. Maandiko matakatifu yanasema, maana nataka fadhili, wala si sadaka. Ndiyo. na kumjua Mungu kuliko sadaka za kuteketezwa. maana nataka fadhili, wala sio sadaka. Ukiangalia katika maeneo mengi sana, Mungu kabisa amezikataa sadaka. Hebu tuchanganue tu, tu hivyo, tuende kwenye Amosi pale, yaani ujaribu tu, tu, tu, kuona Mungu kabisa, na ndio maana hata mhubiri kabisa mhubiri wa kweli hawezi kuhangaika na unashingapi. anaweza kuhangaika na unafanya nini, unaheshimu kiasi gani. Nguvu inayokusaidia ni kubwa, kwa sababu mi ni juacho kuwa mhubiri, nikiwa mbele yako inatakiwa niwe faida kwako kuliko vyovyote unavyoweza kuwa faida na nisikwa nisikwambie, mi ni faida kwako kuliko ulivyo faida wewe. Uu, najua mimi ni faida, nisemacho ni faida. Na ndio maana mara kadhaa wanasema kama sio faida, ni vizuri sana ukatafute namna nyingine ya kuishi, ukatafute kwingine kwa kusikiliza. Ndio maana unaonaga situmii nguvu kubwa, nguvu kubwa hategemei wewe. Huu, naona nachoangaika nacho nacho, nacho nchamaana bana kama umeniangalia vizuri, ni kiumbe ambaye ni kama niko tayari kwa hali yoyote itakayotokea huku mbele, kwa hali yoyote.